Karibu katika Vinei TV. Kwenye hii video utajifunza jinsi ya kuunda video kama hizi. Kilichoniuma sio kufumania tu, ni kwamba linyani alilokuja nalo magetoni lilikula hadi ndizi zangu. let's go, let's go, Ubungo Kimara. Ubungo Ubungo Kimara. Is this not mzungu my lord? video nyingi sana zinavuma kwa sasa hivi mtandaoni yawezekana umekutana nazo kwenye tiktok umekutana nazo kwenye instagram maybe za, ki, za kiswahili maybe za english ila ni video ambazo zinatembea sana kwa sasa hivi maybe ni youtube zinatembea kwa sababu google waliachia hii ai kwenye uzinduzi wao wa google ayo waliachiaga hii ai ya vio 3 kuna vio tu ambayo ni ya kitambo na unaweza ukatumia pia ntaelekeza kwenye video tofauti naitumia bure lakini hii Google view pia tutaitumia bure kama kawaida yetu. So, kitu cha kufanya kwanza, nitakuelekeza namna gani ya kuitumia kisha nitakuelekeza namna gani ya kuipata, kwa sababu sipendi mtu nielekeze namna gani ya kuipata asitazame video, aishie njiani, akaipata alafu akaitumia bila kuangalia maelekezo, kisha kanifuata WhatsApp kunisumbua, na kuanza kuniambia oh, imekwama sehemu hii, wakati ni mambo ambayo kwenye video nilishaelekeza. Sasa tutaenda kuitumia kwanza kama hivi kisha baadaye nitakuelekeza namna gani ya kuipata simple sana, lakini kuitumia inabidi uwe makini, kwa sababu wanazuia baadhi ya mambo. Kwa mfano ukiandika ukiswa... <tabu> Kutengeneza video nikisend hivi itagoma kwa sababu wanaandika only English prompt are supported at this time. Kwa hiyo wezi uweka maneno ya Kiswahili moja kwa moja, ila unaweza ukaweka maneno baada wakaongea Kiswahili tutafanyeje? Uh, nitaingia kwenye cloud ai. Cloud ni tofauti na chat gpt japo zinafanana ila nadhani cloud ina akili zaidi, na nadhani kwa taski hii, utalogin kwa kutumia account yako ya google kama kawaida. Utaingia kwenye cloud kama hivi, utaingia by google, utachagua account yako ya google, utaingia na kufanya kitu ambacho nakwenda kukuelekeza tani... <tutitututu> <tututu> <tutu> <tutu> <tutu> <tutu> <tutu> nza ku run hapo itanipa prompt ambayo okay, prompt ndiyo hii. Nitajaribu kukopi hii prompt. Hii ni prompt ya kutesti tu ndio maana nimeiandika haraka haraka bila kuizingatia sana lakini, utakuwa makini na kitu unachoandika. Kama ulivyoona baadhi ya video clip nilizokuwekea, niliziandika kwa makini kwa sababu nilikuwa najua, yote, puka, mambo, kwa najua ninachokitaka kufanya. Haya yote ni lengo la kuepuka kitu kinachoandika mambo kwamba, sijui uweze kutumia lugha tofauti na English. Tunataka tutumie lugha tofauti na English. So, ntajaribu hii prompt pia na hizi unaweza ukazitumia kwa namna yoyote ile, kutengeneza matangazo, matangazo ya kitaalam zaidi, ukalaani kwenye Instagram, ukalaani kwenye Facebook, kutengeneza content, kutengeneza vitu vyovyote ambavyo unaona vinafaa au unaona unahitaji kutengeneza, lakini uhitaji maybe kuwasha kamera au uhitaji kwenda kurekodi kitu fulani, au idea turn into video kwa kutumia AI hii na nakwenda kueleza namna gani ya kuipata, namna gani ya kuitumia, namna gani ya ku namna gani ya kuanza kuitumia. Ok, video yetu imekamilika. na mimi ni mzuri sana kwa mahusiano kila mwanamke ananiongea. Kuongea na kukataa ni vitu viwili tofauti, bwana. Uh, unaona hii video video imekuja ambayo nimepesti, nime maneno ambayo nilikuwa nataka, lakini ishu ni kwamba haieleweki. ni kwa sababu maneno niliyo posti yametengenezwa na AI, sijaandika mimi manual kwa hiyo unachokifanya, usifanye mistake kama hii. Angalia maneno yanayoongelewa kama yanaleta maana au yanalenga wanachokitaka, kisha paste. Sekunde itakuwa ni sekunde nane, na hivyo unavyoona video iko fresh, sauti ziko fresh, kiswahili kimenyoka, japo tu maneno hayaeleweki kwa sababu siku review na siku edit, ila unaweza edit kabla ya ku ya kuendelea na hizi tokens zikiisha, hizi credit zikiisha utatumia credit, kredi, credit zingine. Sasa jinsi ya kujoin utafanya hivi: utaenda kwenye linki ambayo nitakuwekea hapo chini kwenye komenti ya kwanza au description. Utagusa linki hii imeandika sign in with Google, utagusa hii sehemu na ambapo unatakiwa kusign in by Google. Utatumia account yako ya Google, lakini kwa njia ambayo inakwenda kukuelekeza kuwa makini sana. Ukifika hapa kama kuna account moja ya Google, na nimeambiwa ili uwe na uwe, uweze kufanya kazi hapa inabidi inabidi usaini yani, uingie kwenye malipo sasa. Tutafanya hivi bila ku, kupitia hiyo njia, kwa sababu Google huwa wanatoaga free trial. Utagusa hapa kwenye subscribe, utaenda kwenye kulipia moja kwa moja, na ukienda kwenye kulipia utafanya kitu ambacho nakwenda kukuelekeza. Wamekuandikia hapa kuwa upgrade to Google AI Pro for access to a new AI film making tool and more, elfu hamsini kwa mwezi, lakini wameniandikia tzds sifuri kwa mwezi maanake, naweza nikatumia mwezi mmoja bure ambapo nitapata kredit elfu moja kwa mwezi na vitu kama hivyo. Sasa utagusa hapa na unafanya hivi mara moja kwa kila akaunti, kwa hiyo unaweza kuwa na akaunti kibao na ukafanya hivi, na ndio njia ambayo inaitumia kufanya vitu vingi sana kwenye hizi fita za Google. Sasa utaenda kwenye get Google Google AI Pro, utagusa hii sehemu na nakukumbusha tu hakuna chaneli ambayo utaikuta itakupa mambo kama haya kwa lugha ya Kiswahili. So hata kama ipo, jaribu kuiweka na hii kwenye list yako kwa kusubscribe na kugusa alama ya kengele, iliwe mjanja na ufanye mambo kiujanja zaidi. Utagusa hapa kwenye agree, kisha utaweka ngoja iroot hapo, kisha nikuonyesha kitu cha kufanya. Utaambiwa vitu viwili pay on your phone add credit or debit card. Unaweza kutumia njia yoyote lakini kwa mimi, njia rahisi huwa natumia credit au debit card, kwa sababu naweka kadi ambayo haina pesa ndani, kisha boom, mambo yanakuwa fresh. Utaenda kugusa hii sehemu ya subscribe. Sasa maswali yanakuja, kwa kadi nitaitoa wapi? Weka kadi yoyote ile ambayo iko active, lakini inaweza kuwa haina pesa ndani, kwa sababu wakati hata shilingi moja. Kwa hiyo unaweza kuweka kadi yako Alafu baada ya kuiweka ukaitoa tena, yani unaweka mda huo, ikishafanikisha unaitoa. Au unaweza ukaweka kadi yote ambayo unaweza ukajenerate kadi, kwa kutumia simu ya sim card ya Voda au Airtel ukajenerate kadi ukaweka hapa, kisha ukapata hii kitu, utagusa subscribe, itaload kama hivi, kisha utapewa free trial yako na utakuwa na credit zako. Unaona imeandika subscribed, sasa kisha andika subscribed. utakwenda kufanya vitu vifuatavyo Utaona una kredit elfu moja. Hizi kredit elfu moja unatengeneza video nyingi sana, na zikiisha unatengeneza akaunti nyingine, unarudia process. Na yes, hii ndo Vinei TV na hivi ndivyo vitu tunawekezaga.